Yes, uh, sabari, uh, <laughs> yeah, uh, hapa ni MT Tiger TV kama kawaida, mtakaribishwa kwa netu Alpha OG Alpha Maunyama saiaa wewe kama unacheza namba ngapi kwanza kwa timu hii? Ah, mimi nacheza namba zote yani nita cheza tu yaani. kwa ana... malaya ma malaya yani. Malaya wa namba. Yani, malaya wa namba, <laughs> Unaweza kutuambia namba gani ambayo unashikilia sana? Maana hata kocha akikupanga unatuambia utaipiga uta vizuri sana. Niwaambie mashabiki, wewe jina lako labda unaitwa nani? Ya na salimu kwa wote mashabiki zangu, yeah, yeah. Kwa majina anaitwa nadhani kila mtu ananifahamu na mm. Kwa majina anaitwa Cancelo yani. Cancelo au sio? Eh, bana mimi najua leo utakiwasha mwanangu. Lazima. Eh, bana mimi niko na mchezaji mwingine hapa kama mnavyomuona, Kaka mambo vipi? Safi safi. Kwema? Kwema sana. Mzima? Mzima kama dawa. Unatuambiaje kwanza kuhusu dabi ya siku ya leo mwanangu? Ah, dami ni dami kwa siku zote unajua mm. Hapa ni swala kujipanga tu, yes. Kama tulivyojipanga sisi mpanga wenzetu, so mm. Unajua yeah. Hii ni mechi, ni mechi kubwa, sio mechi ya kudharau mm. Kama tunavyoona wewe kama wewe unacheza namba ngapi? Hey, namba saba kwenye magoli. Maana nyinyi ndio watu wa kutupia, unasemaje utatupia uta? ah, hapa hapa mimi mimi nitamwekea nitamwekea mwanangu Ruben kumalizia. Au sio wuna... e, sina bane kwanza kwa leo wakutup El Clasico. Uh, sie tunajiandaa fresh tu, tunasubiria tu zoezi ya jioni na, mm-hmm, na binamu zetu yeah, yeah. Eh, kauli ni ile ile binamu yani. Wewe unanambiaje wewe kama we, maana wewe wale beki ni watu ambao nawazoea sana, maana we ulitokea kwenye ile timu. Unanambiaje wewe, wewe kama wewe kwanza kwenye kufunga magoli wewe kama tisa ya timu Bwana hapa leo ni leo. Leo dadi labi dadi El Klasiko, niko na Ruben Ruben Ebane, unasemaje mwanangu? Naona kama uh, wewe ndo namba 9 wa timu, wewe ndo unabeba timu sasa hivi, wewe kama una tuambiaje kuhusiana na adabu ya leo El Klasiko mwanangu, tuambie kwanza vizuri. Vichwa vitatu, unajua maana ya vichwa vitatu e? Hey. Utaelewa baadaye ah, tuambie ah, kuna neno mwanangu, eh, kuna neno vichwa vitatu. Ushakuona nyoka ya vichwa vitatu? Ndo mimi sasa vitu vitatu. Nyoka ya vitu vitatu. Yeah, ndo mimi. Kwa hiyo na wewe sikia leo unabadilisha jina no, unaitwa no, Nyoka ya vitu vitatu. Nyoka ya vitu vitatu. Au sio, mwanangu? Eh, subiria baadaye tu watu waje wa enjoy my friends nini. Bila kusikose usiniwie usiniwie. Eh, wewe au sio usikose usiniwie. Eh, wewe naona utambiaje kwanza na hiyo usiniwie, labda demo wako pia atakuja kucheki mechi au ni aje? Ah, na mke bwana, na mke sina demo na mke. Wewe na mke. Eh. Kwa hiyo mke wako na atakuepo hapa. Inawezekana sijajua bado, sijui mm, plani zake lazima, anaweza anaweza kuwa, hawezi kuwa, sinajua tena mm, ni mambo ya, ya kuplan mambo ya maana, kwao, hujamwandaa usiniuie, hujamwandaa mke wako Kaka. Interview ni adabi ya okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na mashabiki zako hivi, wewe wewe, kitaasai uh, kwanza cha kwanza timu yote ya Fizi ni mashabiki zangu. So wote, yani wote atakao kuja ni mashabiki zangu. Ya Fizi yote. Yani wao waje waenjoy mazoezi nini na binamu zetu watoto wa mjomba, sinajua tena biha zake wote timu yote ya Fizi ni mafansi vitatu, no nyoka, dogo, tu au sio? mtoto wa vichwa vitatu ndio mimi hapa. Nyoka au sio mwanangu? Dogo nabaki na dogo hapa wa mdogo wangu natuambiaje mdogo wangu? Fresh tu. Fresh kabisa. Kabisa. Unatwambiaje kuhusu mechi mech siku ya leo? Atapigwa sana au sio? Ah! Unyama sana, mwanangu. <laughs> <laughs> Kama mnavyoona niko na shazi hapa mnyama, unatuambiaje mwanangu kuhusu siku ya leo -mechi kama, mechi kama au sio, kuhusiana yeah, na mechi na. Wala sina mashaka kwa sababu najua viongozi wangu mm, wako vizuri kabisa ah, yeah, kwa sababu <tellan> wameandaa vitu vizuri, wala tuna shaka kabisa kuhusiana na mechi, ila kuna msosi huko. Sasa hapa msosi unakosaje mwanangu? Au sio ebane yupo hapa ni shazi shazi kama mnavyomwona hapa ya. Nataka kuzungumzia kuhusu mechi ya leo. Ebane uambie kwanza watu kama na wewe una play namba ngapi labda wewe kama wewe, mimi kama mimi nakuangana play namba kumi na moja. Ebane namba kumi na moja ya timu hii hapa kama mnavyoiona ya. Ebane unatuambia aje kwanza wewe kama wewe El Clasico ya siku ya leo umejiandaaje kabisa. Kwa upande wangu mimi sina shaka na timu yangu tuko vizuri kuanzia kwa golikipa hadi kwa namba tisa wetu, tuko vizuri kabisa, wala hatuna hofu kabisa kuhusiana na timu no, shaka yani. Hayo niseme tu, maadui ajipange mm. kwa sababu na sisi tumeshamaliza mambo yetu tayari, au sio mwanangu mimi yeah. uh, moja kati ya kitu na moja kati ya tetesi ambazo nizisikia kuwa nyie ni watu ambao mnatumia mambo ya mizizi mizizi, labda unaweza kutuambiaje kuhusiana na kitu kama hicho? Nyie wachawi? so, hapana mm. wala tujawa kufika huko kwa sababu tunafunzwa tunafunzwa tu na ndio tuna maelekezo tu ya kocha ndio tunayafata, na ndio tutaionyesha hapa baadaye nah, kocha alisema kuwa uh, jina, jina, jina ambayo mnamuita kwa sasa hivi anatakiwa aibadilishe, maana yeye sasa hivi anatakiwa aanze kuitwa nani? Dokta labda, wewe kama wewe unasemaje kuhusiana na hilo jina la kocha unalionaje? hapo litakuwa nimemfiti au labda niaje? yeah, naweza nikampongeza kuhusiana na hilo jina kwa sababu ya niko naona kwa sasa hivi na tibu sana timu nyingi, na yeah. wale wote wanaohitaji ma, matibabu yeah. wanatakiwa wafike hapa na kocha wetu. Basi kwa mashabiki, msiku na hofu na ni? yeah. tuko vizuri, timu yako ya

Mm. Ya muendelea kuitazama yeah, yeah, TV yeah. MT Tiger TV. So, iko iko vizuri iko yeah, vizuri yeah. Kijana iko vizuri mm. Na nafikiria mnaona kazi yake iko yeah. vizuri kabisa. Uh, yeah. E bane, na mwanangu mwingine hapa letu Asenya Asenya Asenya kama Asenya, unasemaje mwanangu Asenya? Unasemaje kwanza kuhusu mechi ya siku ya leo leo mwanangu? <laughs> Fresh fresh. Mechi ya leo itakuwa tu tu. Tu. Sawa tu, au si? Nyama tu. Mm. Yeah. Unatuambiaje wewe kama wewe unacheza namba ngapi kwanza Asenya? mm -hmm. Kama wewe labda unategemewaje, labda kwenye timu wewe, ni mtu ambaye labda unaanza mechi au labda unasubiri owe watu wengine watoke, wewe unaingia? Noma, unawaambiaje maadui zako sasa hivi, watu wa fizi Nimalie no, heni yangu make wajandae. Maki ni nini? mm. unyama, unyama tusio Unya, unyamanyaa <laughs> tu. <laughs> <laughs> yes, ni asenya yeah, yeah. <laughs> asenya huyu kama mnavyomwona ee kama, kama mchezaji unawambiaje? yeah, no. mashabiki zako labda Uh, ituaaskituenawambia mm. Yeah, make wajandaa watafurahi wataona matunda mm. <laughs> matunda yenye. Mm. matunda yenye matunda yenye watafurahia naye ask wataona wata nini mm. furaha, yeah. hata watakuwa na huzuni, yeah, kwa sababu gemu ni gemu, siwezi kuzarao nao wajandaa, lakini lakini tutafunga kwa na, na, na imani, yeah. Wewe kama asenya labda, unatuambiaje kwa mashabiki ambao umealika hapa, kama vile uh, mtu wako wa karibu unasemaje? Atafika au ni aje? Labda mimi nialika uh, bibi yangu akafike hapa, atika, atika wapi? Atika pale vile aniangalie. mm. bibi yako mke wako, au sheria yako, au ni aje? Labda hujaleo wewe, ushaoa? Eh, anaoa mzaa mama, bibi yako mzaa mama. yeah. <laughs> anakuja kuona mechi ya. <laughs> <laughs> <laughs> bibi yako mza mama, huo si uchawi mwanangu? Nisikia timu yenu ni wachawi, wachawi unaweza kutuambiaje? Maana mnasikia mnafungafunga malaboni hizo kauli. Ah, so, za kusema unaleta bibi yako mza, mza mama, mwanangu ni tatizo Mwanangu wazee wa mwana. Ni, -ni mzee akli unaangalia anafanya exercise ya mm? a, -a, -a, -a, -a, -a, -a ex kutembea kufika mm. Hapa tunika pale, haya tunaulizia basi kwa yule mtu wako karibu kama demo ambao unaye labda kuja kutizama nini kama hiyo demo demo I'm single no. Oh, uko single. Oh, wewe, wewe kama wewe Asenya, wewe ni mchezaji mzuri sana ambao nakubalika sana, labda uh, akitokea dem fulani tu anakuja anasema ebani Asenya bana, kama unacheza, unacheza vizuri, mimi nakukubali sana nini, tuishi pamoja, wasemaje? Maana si unajua mademu watajaa hapa kote, hapa uwanjani watajaa, eh na watu wachezaji wengi ndio huwaga wanapata mademu kupitia hizo na nini. Wewe unasemaje, wewe kama Asenya? ah, chance kama hiyo lakini

tuko pamoja tuko sambamba kabisa, aize pamoja saa